Abaga bora abaga bora, tunawataka viongozi wa serikali bora. Amina. Mabinti punga mkono juu, mabinti sio mama, mabinti so, unajua kupika chai. Mabinti wengi wanachemsha chai, chai inapikwa. Piga kigelegele

Huenda wakaonekana huko thelathini, akasema sitafanya nikiona huko thelathini. Akasema tazama, nimeshika kusema na Bwana. Huenda wakaonekana huko ishirini, akasema sitaharibu kwa ajili ya hao ishirini. Akasema Bwana, usiwe usiwe na hasira, nami nitasema mara hii tu. Huenda wakaonekana huko kumi, akasema sitaharibu kwa ajili ya hao kumi waleshosie sina